Jana ilikuwa ni usiku wa Samia uh, Kalam Awards ambayo ilifanyika pale Masaki Super Dome. Sasa kuna baadhi ya wachekeshaji ambao waliweza kupewa nafasi kuweza kulitawala jukwaa na kuweza kutoa burudani ya comedy jana usiku wa tuzo hizo. Moja ya watu ambao waliweza kupewa nafasi hiyo ni Leonardo ambaye aliweza kufanya vizuri pia kwa upande wake katika comedy, lakini pia alipewa nafasi hiyo Eliud, naye pia aliweza kufanya hivyo pia lakini nafasi ya tatu ilipewa kwa Saidi Saidi ambaye alifanya performance ya jana, na comments zimekuwa tofauti sana na mwanzoni ambapo alikuwa amefanya performance hiyo. Watu wamekuja ku comments na kudai kwamba jana alizingua kwenye ile performance ambayo alifanya. Sasa uh, Saidi ameposti kupitia IG yake, na comments zimekuwa ni nyingi sana, ambazo zimekuwa zikimzungumzia na uh, watu alikifanya jana. Sasa kwenye upande wa comments huyu mahuyu anasema umezingua sana jana, kuwa makini ndugu yetu, memko isizidi, yule ni rais. Siokoe mzungu anasema uriferi mzee wetu, confidence kizidi ni ujinga. Nakwambia navyosemaga, hujui kuchekesha jana, ndio Watanzania wameamini. Sasa apunguza sifa kijana wewe, huyo amijeshi mkuu, sasa unazidisha sifa kama upo na mashalao. Hii ndio shida ya vaobongo wakipewa chance, wanazidisha mazoea ia si mdogo wetu, jana ulimchekesha kwa hiyo next time hutoperform. Uh, nafasi hii itachukuliwa na Nabaa. So ni comment za wabongosi naichokifanya Saidi uh, Saidi jana, kwa sababu aliweza kufanya vitu ambavyo Watanzania wengi walikuwa hawako excited uh, na hawakuwa happy kila kitu ambacho kimeweza kutokea. Sasa maoni yako ni hapo, kwa hicho ambacho kimehappen kwa siku ya jana, huku wengi chaloti nyingi sana Leonardo, kwa kile eh, kitu ambacho amekifanya, wengi wamempa pongezi kwa performance ambayo amefanya kwa siku ya jana bila kubaki na kitu.